Na leo tunazungumzia jambo muhimu sana na jambo tunalokwenda kuzungumzia ni siku ya wazee duniani, ambapo huadhimishwa kila Oktoba Mosi, ambapo dunia inaadhimisha siku hii kwa lengo la kutambua, lakini pia kuthamini na kulinda haki za wazee, watu ambao mchango wao katika familia, jamii na taifa ni mkubwa, lakini mara nyingi husahaulika. Mwaka huu maadhimisho ya kitaifa yamefanyika kule mkoani Songea, yakileta pamoja wazee, viongozi na wadau mbalimbali kuzungumzia changamoto na haki zao. Na hapa studio tumemwalika Martha Jerome, yeye ni afisa programu wa afya na ufuatiliaji kutoka katika shirika la kimataifa linalosaidia wazee la Helpage. Tutazungumza naye kuhusu umuhimu wa siku hii, hali halisi ya wazee nchini, changamoto zao na Uh, jamii uh, kwa ujumla. Martha, habari asubuhi na karibu sana. Asante sana nashukuru na nafurahi kuwepo na nyinyi asubuhi ya, ya leo katika kipindi hiki cha Morning Express ndio uh, siku hii ya um, wazee duniani Ndio. Kwa mwaka huu umeionaje ukilinganisha na miaka mingine iliyopita? uh, naweza kusema uh, imefana kwa sababu tumekuwa tukisherekea hizi siku uh, za wazee duniani tangu mwaka elfu moja na tisini ni hii ni kidunia, lakini kwa sisi upande wa Tanzania ni tangu mwaka elfu mbili na mbili kwa mara ya kwanza ndio tulisherekea, na tumeona kwamba kumekuwa na uh, kupiga hatua kila tunapokuwa na maadhimisho haya, kutokana na matamko mbalimbali ambayo yanatekelezeka na tumeona yakitekelezwa uh, kwa upande wa serikali, na haya moja kwa moja yanawalenga wazee. Na naposema kwa mwaka huu pia uh, tumefanikiwa kwa kiasi kwa sababu tulikuwa tunaangalia pia nyuma uh, tulikotoka mpaka sasa hivi, tuko wapi. Tunaona kwamba kuna mafanikio makubwa ambayo ametokea katika upande wa wazee, kwa mfano katika upande wa sekta ya afya. Ingawa bado kuna changamoto, lakini pia tunaona kuna hatua zimepigwa, hasa kuwepo kwa madirisha yanayowalenga moja kwa moja kuwasaidia wazee. Sawa kwa wazee. Uh, kwa mtazamo wako, uh, hali ya wazee hapa nchini ikoje kwa sasa kiafya kijamii na kiuchumi, umegusia kidogo kuhusiana mm -hmm. na masuala ya kiafya kwa mtazamo wa kwako binafsi, lakini pia wa HelpAge kwa tafiti mbalimbali ambazo mbali mbali mmezifanya, hali ya wazee Tanzania ikoje kwa sasa? Tunaweza kusema bado kuna changamoto, bado tuna mengi ya kufanya kwa upande wa kundi hili la wazee. Kwa mfano tukiangalia, nimezungumzia hii ni upande wa afya, kumekuwa na kupiga hatua, lakini bado kuna changamoto nyingi zinazowakabili wazee. Kwa mfano tukiangalia, ufikiwaji wa huduma bado haujawa toshelezi kwa wazee. Tunapozungumzia kwa mfano huduma za afya zinatolewa bure, lakini ukiangalia wakati mwingine wazee wanapaswa kuwa na uh, vielelezo ama vitambulisho ambavyo vinawatambulisha kuwa wamefikia umri huo. Unakuta wakati mwingine kuvipata inakuwa ni changamoto, lakini pia ukiangalia uh, upatikanaji wakati mwingine wa vifaa tiba, kufikiwa uh, zile huduma jumuishi ambazo moja kwa moja zinamlenga mzee. Na hapa tukiangalia, tunazungumza pia tukiangalia swala so zima la wataalamu bobezi kwenye upande wa wazee bado hatujafikia. Na tuna kwa sisi kama Helpage, tunaona kwamba ili tuweze kufika hapo, kwanza kabisa tuweze kuwa na tunashukuru nchi yetu imeweza kuzindua mpango mzima wa bima kwa wote, na tunaposema bima kwa wote katika kundi la wazee, tunaangazia kwamba wazee waweze kupatiwa bima ambayo pengine imepata e, ufadhili kutoka moja kwa moja kwa serikali, katika kuhakikisha kwanza wanapata huduma, hasa kwa wale makundi ya wazee ambao ni maskini. Na hapa nitazungumzia moja kwa moja pia changamoto kubwa ya kipato katika kundi hili. Tukiangalia wazee kwa umri wao, mwili yao inapungua nguvu za kufanya kazi. Na tukiangalia hata katika uh, taratibu za ajira inapofika miaka sitini kwamba mtu unatakiwa kustaafu. Unapostaafu inamaanisha kwamba nguvu za mwili zimepungua za kuweza kuhitajika katika sekta ya utendaji ya ajira, lakini tunasema kwamba si hivyo tu, wazee bado wanaweza wakafanya vitu vingine uh, kwa mfano uh, wazee wanaweza wakapewa pengine kuweza kufanya shughuli ndogondogo za kibiashara ambazo sisi tumekuwa tukifanya na wazee, miradi midogo midogo, na tunaona wanaenda, lakini pia kuwepo na mpango mkakati mzima wa kuweza kuhakikisha, kwa mfano, kama nchi zingine za nchi zilizoendelea unakuta mzee ana staf, lakini kunakuwa na programu zingine za kuweza kumweka katika ajira ambazo pengine ziko katika mazingira rafiki kwa mzee, kwa mfano muda wa kuanza, aina ya ajira inamsaidia mzee pia kuweza kujipatia kipato. Na msikilizaji, huyo umetoka kumsikia hapo ni afisa programu afya na ufuatiliaji kutoka katika shirika la Help Age International ambalo lenyewe linahusika na maswala ya wazee, Martha Jerome, tukizungumza naye hapa na kuimulika siku ya wazee duniani. Na kwa upande wa jamii yetu, um, ina uelewa wa kutosha kuhusu haki stahiki na mchango wa wazee? Kwa kweli tuna hatua kubwa ya kupiga katika hilo eneo. Una maanisha nini? Ninamaanisha kwamba bado jamii yani yetu bado haina uelewa mkubwa kwenye upande wa wazee. Kwa mfano, <coughs> sisi kama wadau katika masuala haya mazima ya wazee tunatekeleza uh, kitu tunachoita uh, decade of health aging ama mwongo wa uzee wenye afya, na katika maswala ambayo yanazungumzwa hapo ni maswala mazima ya unyanyapaa na unanyasaji katika misingi ya umri. Tukiangalia katika uh, pande mbalimbali za, za, za nchi yetu bado kumekuwa na unyanyapaa wa wazee, na hii moja kwa moja inaonyesha kwamba hatujafika mali tuwe na uelewa wa kutosha kuhusu na mabadiliko ya umri ambayo yatampata kila mtu. Sisi kwa kawaida tuna kauli mbiu, tunasema uzee na kuzeeka haukwepeki. Kwa maana hiyo, kama jamii yetu ingekuwa inatambua kuanzia pengine ngazi za juu mpaka ngazi za chini kwamba uzee na kuzeeka hukwepeki. Hili swala kuwanyanyapaa wazee kwa vigezo vya umri lisingekuwepo. Kwa sababu mara nyingi unakuta hata lugha zetu tunazotumia, matendo tunayowafanyia fikra, fikra ambazo tunazielekeza kwa wazee tunaona kwamba ah, yani tunaona kwamba si kitu, huyu amesha choka, hafai, ingawa tunasema kwamba jamii yetu imejenga katika misingi ya kuwaheshimu wazee, lakini unakuta kuna upande mkubwa sana ambao tunaonyesha moja kwa moja matendo ya, ya, ya, ya, ya, kuwanyanyasa wazee kulingana na, na umri. Wow. Kwa mfano ukiangalia hata katika upande wa, wa, wa, wa, wa familia tunasema jamii bado hazijamwangalia mzee kwa upande wa kutosha, ukiangalia kwamba wazee bado wananyanyasika, wazee bado wanatengwa na familia, wanaachwa. Haya bado ni matendo ambayo yapo, lakini pia tukiangalia hata katika upande wa sheria tunasema bado tunaona wazee kuna jambo la kufanya. Kwa mfano uh, sisi kwa, tukiangalia tuna sera ya, ya taifa ya, ya wazee ambayo imefanyiwa mapitio na kutoleo, toleo jipya limetolewa mwaka ishirini na ishirini na nne. Tunashukuru kwa serikali kuwa na utashi huu wa kuona kwamba wazee tunapaswa tuangalie maswala yao kulingana na mabadiliko ya, ya, ya, ya, ya mabadiliko yanavyoendelea ya katika nchi, lakini tunaona kwamba bado hakuna sheria ambayo moja kwa moja italinda hizi haki za wazee kwa namna ulivyozungumza kwamba uelewa haupo wa kutosha inanipa maswali mengine ya ziada kwamba ni changamoto gani kubwa ambazo wazee wanakumbana nazo katika maisha yao ya kila siku? Asante, nashukuru. Ah, changamoto kubwa inayosema ya kwanza unapozungumza na mzee yoyote, hmm, ya kwanza huwa ni swala zima la afya. Kama tunavyosema kwamba miili yetu tunazeeka, tunakua, ufanyaji kazi unapungua, miili inachakaa. Bado kuna shida kubwa katika upatikanaji wa huduma za afya kwa wazee, kwa sababu tukiangalia kwamba mzee ana mahitaji mengi, unaweza kukuta eh, ukimsikiliza, anakuambia miguu inauma, atakwambia kiuno kinauma, atakwambia nasikia hichi. Na ukiangalia sasa hivi trendi inavyoenda kwamba kumekuwa na ongezeko kubwa la magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza, na haya magonjwa kwa kiasi kikubwa yanawakabili wazee. Kwa hiyo tunaona kwamba kama tungekuwa tuna mikakati thabiti sa tungeelekeza sana katika ili kundili katika kuhakikisha tunawalinda uh, uh, ili wasiweze kuingia katika uh, mgogoro wa kupata magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza. Lakini pia nimezungumza hapo wao, so suala zima la kipato, kwamba wazee bado hawana suala so la kipato, ni changamoto kwa sababu ukiangalia hasa wale waliokuwa wanapata pension mfano tunapoliangalia ni asilimia tu sita. Kwa hiyo unaangalia hawa wazee asilimia tisini na nne, manake akishafikisha miaka sitini na kuendelea hana uwezo wa kipato zaidi ya wale tumesema asilimia sita wanaopata pension, unless labda mzee mwenyewe awe na juhudi binafsi ambavyo i tunasema ni kwa kiasi kidogo, ambao wanaweza pia kuendelea kuwa na uwezo pengine wa kuwa na mitaji midogo vidogo ya kufanya kazi. Lakini pia tukiangalia, kuna mipango mikakati ya nchi ambayo inawawezesha makundi haya sio makundi nasema uh, yaliyosahulika. Kwa mfano, vijana tunazungumzia, wakinamama katika kupata mikopo asilimia kumi ya bajeti natengewa, lakini tunaona kundi la wazee halijaguswa mm. kwa hiyo ndo moja kwa moja tunaona kwamba hii inakuwa ni changamoto kubwa, lakini kuna mifumo ambayo ingeweza kuwaingiza kuwa wazee na ingeweza kuwasaidia katika kuboresha swala so zima la kipato, lakini pia kuna swala so zima la unyanyasaji, nimelizungumza kwamba mauaji ya vikongwe tumekuwa tukiyasikia, lakini tunashukuru hatua kubwa tumepiga kwa sasahivi kama taifa katika kupunguza haya mauaji ya vikongwe. Tukikumbuka miaka ya nyuma, ulikuwa unakuta takriban kwa mwaka wazee hata elfu saba wanauawa mm, lakini sasahivi tunazungumzia takwimu, tunazungumzia wazee mia thelathini na kitu kwa mwaka, kwa takwimu za mwaka Uh, kwamba tumeona kwamba kumekuwa na juhudi kubwa sana katika kupunguza haya mauaji ya wazee. Kwa hiyo pia katika upande wa familia nimezungumza swali la unyanyasaji la unyanyapaa, lakini kikubwa tunachokiangalia pia kwenye upande ya tunazungumzia kwamba upande wa ujumuishaji wa wazee, bado hawajajumuisha kiasi cha kutosha katika vyombo vya maamuzi na kuweza kuwashiriki nao kuweza kupata, uh, uh, kuweza kupata mawazo yao. Kwa mfano tunazungumza kwenye upande wa bunge letu uh, tuna Tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna kundi la wakilishi la walemavu, kuna kundi la wakilishi wa wanawake viti maalum, lakini bado tunaona wazee ni kundi linalokua. Kwa hiyo sisi kama wadau katika masuala tunasema kwamba lazima kuwe na juhudi za maksudi katika kuhakikisha kwamba tunawajumuisha wazee kwa sababu wazee. Takwimu zinaonyesha kwamba sasa hivi tutakapofika mwaka elfu mbili na hamsini mtu mmoja kati ya watu sita atakuwa ni mzee. Kwa hiyo kama hatutaweka uh, juhudi za makusudi katika kuhakikisha kwamba hili kundi la wazee na lenyewe linapewa fursa ya kuweza kushiriki katika uh, kutoa mawazo, kutoa maoni na michango katika maendeleo, tunaweza tukafika mahali ikawa ni tofauti sana. Uh, kwa, kwa namna ambavyo umezungumza, unaweza ukatuambia, uh, kwa nini kundi hili linapaswa kuangaliwa kwa jicho hili la tofauti, kwa maana ya kwamba tuzungumzie mchango wa wazee. Ni mambo gani makubwa ambayo tunapaswa kuyathamini kutoka kwao kama jamii na taifa? Asante sana, nashukuru. Kwanza tukiangalia mpaka hapa tulipo sisi, kuna watu waliofanya kazi nyuma. He, kuna lugha za vijana wanasema kuna watu walio haso mpaka mm -hmm. Sisi leo tunafurahia nchi hii tunafurahia haya maendeleo tunayoyaona, kwamba kuna wazee waliofanya kazi. Kwa hiyo kundi la wazee hakuna namna tunaweza tukalipuuza kwamba wao ndio misingi ya sisi kuwepo hapa tulipofika, lakini pia tunasema wazee ni hazina eh? Hata sasa hivi ukikaa hapa ukiangalia kwamba uh, uh, kwamba ushauri, kwamba mtu ukitaka kupata ushauri ambao pengine wenye uzoefu wa kutosha eh? tunawakimbilia wazee hata tukiangalia kwenye upande wa ma, ma, ma, ma, ma, ma, mawazo mbalimbali mbali na michango mbalimbali wanayotoa katika nchi katika kusongesha mbele uh, taifa letu unaona kwamba kuna akili ya mzee iliingia katika kutoa mawazo, lakini pia ukiangalia kundi hili la wazee bado ni walezi wa jamii mm. Tunaweza tukasema kwamba wameshazeeka hawana nguvu, sisi ni vijana ndio tupo, lakini kundi la wazee bado lina uh, jukumu kubwa la kulea jamii. Kwa mfano takwimu zinaonyesha takriban asilimia thelathini eh? yatima wanalelewa na wazee, kwa hiyo unaona kwamba Uh, kundi la wazee hakuna namna tunaweza tukali, tukaliweka pembeni katika kuhakikisha kwamba uh, tuna tunasonga mbele kama taifa, lakini pia wazee bado wana michango ya kiuchumi. Tumesema ni kundi ambalo bado wana wanafanya juhudi mbalimbali mbali ndogondogo katika kuhakikisha kwamba taifa hili linasonga mbele, katika kuhudumia familia, katika kuhudumia jamii na kutoa michango mbalimbali mbali katika jamii mm -hmm. Na kwa maana hiyo baada ya kupata hayo ambayo tunayoona kama ya thamani kutoka kwao na sasa sisi vijana na familia ndio baadaye ndo tunajenga taifa mm -hmm. Kwa vijana wa kawaida ambao ndo wapo ndo tunachangamana na hawa wazee lakini familia, ni vipi mngetamani kuona tunawajali hawa wazee wetu mm -hmm. Sio kwa mali tu, bali hata kihisia na kisaikolojia mm -hmm. Kwanza kabisa uh, tunazungumzia swala so zima la ujumuishaji, wazee waweze kujumuishwa mm -hmm katika shughuli mbalimbali za kifamilia, shughuli mbalimbali za kijamii, shughuli mbalimbali za taifa, na hii inawasaidia kwamba katika kuhakikisha mzee anakaa sawa kisaikolojia, kwa sababu wa wazee pia changamoto nyingine wanaoipitia ni changamoto ya upweke. Mfano, mtangazaji, wewe uko hapa, pengine una baba yako na mama yako nyumbani, uliwaacha leo hii, wako wenyewe, hakuna mtu wakuka, uh, mwingine walikuwa wana, wanaishi mwanzo wana familia kubwa, wana watoto. Leo hii watoto leo hii watoto wameondoka, wako peke yao kwa hiyo nakuta swala zima la kuweza kuwajali na kurudisha kwa wazee ni swala la msingi, sisi kama vijana kuhakikisha kwamba ustawi wao, kuhakikisha mahitaji yao yanafikiwa, na kuhakikisha pia usalama wao, kwa sababu changamoto pia kubwa nyingine ya wazee ni usalama. Tumezungumza hapo masuala mazima ya unyanyasaji, masuala mazima ya, ya ukatili yanayoendelea kwa wazee. Kwa hiyo ni msingi, ni jambo la msingi sana katika uh, jamii kuweza kuwalinda na kuwatunza hawa wazee lakini, pia kingine, nasema kitu cha muhimu katika kuhakikisha kwa, kwa wazee kuwafanya kwamba na wao wajisikie bado wana michango katika jamii, kuwajumuisha katika shughuli mbali mbalimbali kwa mfano hata shughuli za kijamii shughuli nyingine, pia shughuli za recreation, shughuli za, za, za, za maswala mazima ya recreation. Wazee pia nao waweze waweze kujumuishwa, kwa sababu tunapozungumzia maswala ya upweke, ni anaathiri moja kwa moja kisaikolojia, na tiba mojawapo ya kisaikolojia ni kupata vitu ambavyo vinamfanya mtu ajisikie ahueni. mm -hmm. Kwa hiyo ni kujumuishwa pia katika maswala mazima ya, ya, ya kijamii, kwa mfano nyumba za ibada harusi na, ma, na, na mikutano mbalimbali inayoendelea mbali katika jamii ni msingi muhimu pia kuwajumuisha wazee. Sawa sawa, tusalie hapo hapo kwa vijana ambao wanajiandaa kuvaa uzee ili walau kupunguza kama siku zimaliza za changamoto ambazo zimeonekana zikiwakumba wazee kwa sasa hivi. Ni kwa namna gani sasa kijana anaweza akajiandaa wakati huu kabla ya kuvaa huo uzee ili kupunguza ile changamoto mm -hmm. Kwanza kabisa mimi naweza kuzungumzia maandalizi ya kwanza, ni katika maandalizi ya afya mm -hmm. Nasema uzee wenye afya unaanza kuanzia e, mfumo wako wa maisha wa kawaida ambao umekuwa ukiishi na, hapa <coughs> tunaangazia masuala makubwa ya kubadilisha mtindo wa maisha, kwa sababu tume nimezungumza hapo awali kwamba magonjwa asiokuwa ya kuambukiza mara nyingi yanawakabili ya yanakuja kujitokeza kwa wingi katika umri umeshapevuka, umri wa uzee, lakini unakuta mwanzo wake ama mfumo ambao tulikuwa tukiishi nao ulianza kuanzia maisha ya kawaida, tulivyokuwa vyatoto, tulivyokuwa vijana. Kwa hiyo swala zima la kwanza inayosema katika kujiandaa kwenye uzee ni swala zima la afya. Afya ni mtaji, afya ni msingi. Kwa hiyo tunazungumzia hapa swala zima la kuepuka maisha bwete, eh, kula uh, uh, mlo, kula chakula kwa katika mlo ambao uh, unastahili. Hapa tunazungumzia mlo ambao unatoka katika makundi matano ya, ya, ya vyakula. Tunazungumzia swala zima la, la kuangalia kutokuwa na, kuishi maisha kutokuwa na unene uliokithiri ama kuweka mwili wako katika hali ya afya. Na hapa tunaangalia swala lingine, swala la kuepuka vitu kama vilevi, vitu kama sigara uh, vitu kama madawa ya kulevi, ambayo vinafanya moja kwa moja, mwisho wa siku, vinaweka katika hatari ya kuweza kupata magonjwa asiyo kuambukiza. Lakini eneo lingine ni eneo la kipato. Kama kijana ni msingi sana kuwekeza kuanzia ukiwa kijana unapowekeza ukiwa kijana maanake ndivyo utakavyoweza kuja kuishi pia katika uzee ambao uh -huh. wenye uhakika wa kipato. Kwa hiyo haya maeneo makubwa mawili, kwenye uwekezaji kwenye afya, uwekezaji kwenye maswala mazima ya kipato, ni muhimu kama kwa kijana kuweza kujiandaa katika uzee, lakini pia kingine nachotaka ke, kukigusia ambacho ni cha muhimu pia, kubadilisha mtazamo uh -huh. tuwe na mitazamo chanya kwa wazee, tuweze kuwasaidia kwa sababu tunasema maisha haya, lile unalolitenda leo na wewe ndio utakalo kuja kulipata, kwamba watu wanasema, maisha ni mbegu, unachokipanda leo ndicho nao unachoweza kuja kuki, kukivuna hapo baadaye. Kwa hiyo kuwa na mtazamo chanya kwa wazee, tuepuke kuwanyanyapaa, kuwanyanyapaa wazee kwa, kwa, wazee, kwa misingi ya ya umri na kuona kwamba wao wameshapitwa na wakati, kila kitu tuna waregadi, tunaona kwamba wamepitwa na wakati. Sawa sawa, kuna mzee ama wazee ambao sasa hivi wanatusikiliza na haya ambayo nazungumza, wanatamani elimu ambayo elimu, lakini pia huduma ambazo mnazitoa Helpage Eh, kama kwa hao wazee wenyewe mm. Sasa pengine asijue wapi pa kuanzia mpaka kufika kwenye kupata hizo huduma zenu mm. Pengine utupitishe kidogo, mzee anaweza kuwafikia vipi ninyi Helpage ili kupata eh, huduma hizo ambazo mmekuwa mkizitoa kwao. Asante sana, nashukuru. Ah, sisi kama Helpage hatufanyi kazi sisi peke yetu mm -hmm. Tunafanya kazi kwa kushirikiana katika mifumo mizima ya serikali, tunashirikiana sisi ni wadau lakini serikali ndio tunayosema ni mtendaji mkubwa, ama ana jukumu kubwa la kuwahudumia wazee. Kwa hiyo sisi kama Helpage tunafanya kazi kwa karibu sana na, na, na halmashauri mbalimbali tunasema uh, serikali za mitaa. Kwa hiyo uh, na unakuta katika kila uh, serikali ya mtaa, ama uh, katika wilaya, katika ngazi ya mkoa, na pengine sasa hivi hata katika ngazi ya kata, kuna maafisa ustawi ambao moja kwa moja wanahusika na maswala haya mazima ya wazee kwa hiyo wale ndio tunaofanya kazi nao kwa karibu, lakini sisi huduma zetu tunasema zinapatikana katika kugusa e, mzee mmoja moja, lakini kugusa taifa kwa ujumla wazee katika nchi, sisi kazi zetu tunazozifanya kubwa ni katika kuhakikisha kwamba tunatetea haki na kulinda maslahi ya wazee. Kwa mfano katika kuhakikisha kwamba kuna sheria, kuna sera ambazo moja kwa moja uh, zinalenga katika kuboresha haki na ustawi wa wazee, kuhusisha katika kupata haki zao za msingi na mahitaji yao. Hapa tunazungumzia mahitaji ya afya, mahitaji ya kipato na mambo mengine katika jamii. Kwa hiyo uh, sisi moja kwa moja tunasema kwa namna hiyo tunawafikia wazee, lakini uh, pia tunafanya kazi uh, na wadau wengine katika ngazi za wilaya na hawa tunaita ni washirikan mashirika mbalimbali madogo madogo ambayo wanafanya kazi na wazee. Kwa hiyo unakuta katika mikoa mbalimbali sisi wetu mkubwa ambao tukifanya naye kazi naambayo anahusika na maswala haya ya wazee ni maafisa ustawi. Lakini pia nimesema pia tuna washirika wadau katika mikoa mbalimbalisawasawa pengini wakati huu ni kupe nafasi ya kuzungumza na jamii kuhusu wazee, lakini pia na hata wazee wenyewe. Kwanza kabisa uh, napenda kuiasa jamii, namba moja, kama nimekuwa nikizungumza sana imejirudia yeah. katika kauli zangu, ni suala lazima tuache kuwanyanyapaa wazee, na kwamba tukumbuke uzee na kuzeeka haukwepeki. Tuwafanyie wazee kile ambacho ni stahili yao yeah. Wanastahili mahitaji muhimu kama binadamu yeyote, tusiwatenge, tusiwanyanyase, tusiwanyanyapae, na jamii lazima imlinde mzee, kwamba tunasema mzee ni hazina. Anaweza ikawa si baba yako, si mama yako, si bibi yako, lakini kama jamii lazima tumlinde mzee. Lakini pia kingine nachoweza kukizungumza kwa jamii ni kuwa na mazingira rafiki katika kuhakikisha kwamba wazee nao wanapata huduma mbalimbali, na hii nazungumza sasa katika, eh, kama kwa, kwa upande wa, wa, wa jamii kwa ujumla, kama wadau, kama serikali kuhakikisha kwamba pia wazee wanakuwa na mazingira rafiki. Mazingira rafiki tunazungumzia yale ambayo yanamfanya mzee aweze ya kuwa na hudu, apate huduma jumuishi na huduma ambazo zitampa usalama na haki zake. Na pia kitu kingine anachotaka kukizungumza kwa jamii ni kwamba tuwatunze wazee, wazee ni hazina, kwamba uh, leo hii wewe ni kijana, kesho utahitaji msaada, utahitaji kutunzwa. Kwa hiyo tuweze kuwatunza wazee na tuwaangalie kwa jicho la tofauti katika mahitaji yao, na hasa sasa tunasema kwamba wazee wanapitia upweke, wazee wanapitia magumu katika uchumi umaskini, tuweze kuangalia katika kuhakikisha kwamba wanapata hizi huduma mbalimbali, wanakuwa na ma ma mazingira mazuri pia ya kisaikolojia mm -hmm, ili waweze kuishi katika maisha yenye ustawi. Na wazee wenyewe sasa, unanini cha kuwaambia ambao wanajiona wakishafika umri huo wanakata tamaa mm -hmm, na kuona kwamba anachosubiri yeye ni eh, kifo tu pengine tuseme hivyo mm -hmm, unawaambia nini nao? Mimi nawaambia wazee, kwanza kabisa, afya ni jambo la msingi. Mzee wazee wenza, wazee wangu, tuangalie afya zetu na hapa ninapozungumza, tuangalie afya zetu, manake nini? Moja mm, maisha, mfumo wa maisha wa kawaida tunaoishi, tuhakikishe kwamba tunakula vyakula ambavyo eh, ni stahiki kwanza. Hapa tunazungumzia wazee kwa wale vyakula kutoka katika mlo kamili, tunasema kutoka makundi yote matano ya vyakula. Lakini pia kwa wazee tunawashauri washauri waweze kuongeza mbogamboga katika mlo wao mm, waweze kuongeza uh, matunda, lakini pia wazee wapate muda mzuri wa kulala eh. Wazee waweze kunywa maji ya kutosha, wazee wafanye mazoezi. Hapa si tunazungumzia uzee wenye afya, lazima uweze kuangalia masuala mazima ya mazoezi, lakini pia kuhakikisha kwamba mazoezi yanawezesha mzee aweze kuwa na uwezo ule wa kufanya kazi, kwa sababu tunapozungumzia uzee tunaangalia pia ile E, upotevu wa ule hali ya ufanyaji kazi wa mwili hmm. Ili uweze mzee kuendelea kuwa na uwezo wa kufanya kazi ya yani, mwili wako uweze kufanya kazi, maanake hapa ni kujihudumia mwenyewe katika kuoga, kujisaidia na maswala mengine nayo usikujihudumia, lakini kuweza kutembea, kuweza kuwa na uwezo mzuri wa, wa, wa kuona na kusikia. Ni lazima tuhakikishe kwamba tunaangalia afya zetu wazee, lakini pia wazee tuweze kushiriki katika maswala ya kijamii, tukikaa kujitenga, tujijumuishe katika vikundi na sisi huwa tuna vikundi ambavyo tunafanya vya kuwajumuisha wazee, tunaita hizi uh, ni, ni, ni active aging clubs, ambazo zinawawezesha wazee kupata si tu mazoezi, lakini pia ma, ma, maswala mazima ya ushauri wa kisaikolojia, ushauri katika maswala ya lishe, ambapo na pia kushirikiana na wazee wenzako ambako inakufanya kuondoa ule msongo wa mawazo. Sawa, mm -hmm. Sawa, ni Martha Jerome huyo afisa programu wa afya na ufuatiliaji wa shirika la Kimataifa kima la kusaidia wazee Helpage, ambao tukizungumzia hapo kuhusiana na maadhimisho ama siku ya wazee ambayo yalifanyika hapo jana eh, Oktoba Mosi. FM. <tabu>